Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa sasa inamtaka aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua kufika mbele yake kuhojiwa kuhusiana na matamshi yake kuhusu uchaguzi. Mwenyekiti wa tume hiyo ya NCIC inasema eh, matamshi hayo yaliyofananisha ghasia za uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na saba ni ya kukirihisha. NCIC pia ikisema kuwa inawachunguza wanasiasa 28 zaidi kwa matamshi ya chuki, kama anavyo tuarifu Ben Kirui. Kwa mara nyingine Gachagua amejipata tena lawamani. Safari hii ni kutokana na matamshi aliyowakera wengi ikiwemo tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa. As NCIC are concerned by Honorable Rigathi Gachagua as the former Deputy President recent remarks. These thoughts are not only appalling but dangerously insensitive to the the pain, to the loss and the trauma NCIC imesema kauli ya Gachagua alipofananisha ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 na sherehe ya Krismasi si tu kutojali hisia za Wakenya bali ni dharau kubwa kwa juhudi za maridhiano.

Ghasia hizo zilisababisha kufariki kwa zaidi ya watu elfu moja na zaidi ya laki sita kufurushwa makwao. Tume hiyo sasa inaonya kauli za aina hii zinatishia kufungua vidonda vya zamani. NCIC pia imefichua kuwa inawachunguza viongozi wengine 28 na kwa madai ya matamshi ya chuki, ukabila na ubaguzi. Aidha, imetoa onyo kali kwa vijana na watumiaji maarufu wa mitandao ya kijamii, wakiwataka kutumia uhuru wa kujieleza kwa uwajibikaji. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.